jkwao kwa kati anavyokuwa ndivyo anavyopata fursa na ufahamu wa kuweza kutimiza ndoto zake. Kinivia maonazii kubaki kuwa mtoto, manake ndivyo anavyokosa fursa za kutimiza ndoto a kwa kumbe kutimiza ndoto kunaingana na Kristo kunaendana na kukuwa kwetu katika kumjua Mungu. Katika kumjua Mungu kunatupa kukamilisha ndoto zetu katika Mungu, maana kiwango chako cha kumjua Mungu ndicho kiwango chako cha imani. Kile ambavyo wanamtambua Mungu kwa kina, kwa marefu na mapana, ndivyo imani yako, yako, yako navyosili kuzidi